Kwa leo tunapenda kuwashukuru CRDB benki kwa kutuongezea vi, vifaa vya kujifunzia katika elimu yetu. Tulikuwa na upungufu sana madawati, lakini wametuongezea madawati mia hamsini. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu CRDB, tuna tunawashukuru sana, kama sisi kidato cha cha kwanza tulivyoingia upi uikuta madawati pungufu, ila mkaja mkatuongezea madawati. Kwa hiyo tunawashukuru na asanteni na sana. Nashukuru kwa kupata madawati kwa ajili ya shule yetu ya sekondari King'azi, yeye nia na madhumuni na watoto wetu kusoma, na kweli upungufu naamini kidogo umekuwa umepungua, kutokana na benki yetu ya CRDB kutuwezesha kutupatia madawati haya. Sisi tunaomba wasitusahau ili watupatie tena angalau kinachopatikana tena watusaidie katika shule zetu. Tuna shule zetu ya msingi, tunaomba sana sana sana. Hongereni watu wa hapa King'azi, eh, mkuu wa shule na walimu na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini mheshimiwa diwani, hongereni sana kwa kupata madawati. Tumepata bahati, kwa hiyo shule ziko nyingi mpaka mkapatikana nyinyi, na maana iko bahati, lakini huenda labda kuna vigezo wanaangalia. Kwa hiyo mna sababu zote za kupongezwa. Tuyatunze haya ya madawati ili waliotoa fedha yale ya malengo mama yatimie. Haipendezi, wametoa alafu kesho na kesho kutwa yamevunjika. Ule utaratibu wa kila shule zikifunga kuyaangalia yaliyoharibika na kuyarekebisha, mwalimu simamia hilo ili at least vitu kama hivi vivyo vina manufaa baadaye ili, manufa ili ukija msaada mwingine basi unaenda kule ambako kulikuwa hakuna, wasije kuleta msaada sema ambayo walitoa tu kwa sababu hatukuyatunza. Naamini iko program nzuri mwalimu, na mini, uli, kutegemea tutunzie madawati yetu ili malengo mama ya wale walio yaleta yatimie. Tumeshirikiana na nyinyi kwenye afya, kwenye elimu mpaka kwenye michezo sometimes, kwa ni watu ambao mnagusa maeneo mengi sana ambao yanagusa maslahi ya watu. Asanteni sana watu wa CRDB, tufikishieni shukurani kwa bodi ya wa wakurugenzi, management na nyinyi mliopanga na kupeleka madokezo kwa wakubwa mpaka waka approve na sisi leo tumepata madawati ya 150. Sisi shughuli hizi za kujenga madarasa na kutengeneza madawati ni shughuli zetu za kila siku. Kwa hiyo tunajua madawati mia moja na hamsini maana yake nini? Ni fedha nyingi ambazo huenda zingetuchukua muda sisi kuzipata. Kwa hiyo pale ambapo nyinyi mmeweka na hakika wanafunzi wa hapa na jumuiya yote ya shule hii hawatasahau. Asanteni sana. Madawati mia na hamsini kwetu ni kitu cha maana sana, kwa sababu yanainua wanafunzi mia na hamsini ambao walikuwa wamekaa chini waweze kukaa juu ya madawati na kusoma vizuri, kuandika vizuri. Takwimu zetu katika ngazi ya wilaya tuna wanafunzi elfu thelathini na nane mia tisa na arobaini na tuna madawati elfu thelathini na tatu mia moja na arobaini na saba kwahiyo tuna upungufu wa madawati kama elfu tano mia moja na kitu. kwahiyo tunapopunguza madawati mia na hamsini maana yake tumepunguza kutoka katika hayo elfu tano yaliyokuwepo yanarudi kupungua kwa, yani mapungufu yetu yanakuwa chini ya hiyo namba tuliyokuwa nayo awali. Sisi kwanza huwa tunawaambia wanafunzi watunze, lakini kwa heshima ya mkuu wa wilaya maana yake tumelipokea hilo na tutalitekeleza. tulikuwa tunajadiliana na, na, na mkuu wa shule hapa kwamba tuwape wanafunzi majukumu ya kutunza madawati, kila mtu atunze dawati lake. Maana yake ni kwamba akimaliza kidato cha kwanza kama yuko na dawati hilo na kiti hicho manake hicho hicho ahame nacho aingie nacho kidato cha pili, akimaliza hivyo hivyo, kwa, kwa maana ya kwamba dawati likiharibika litakuwa lina uhusiano na mtumiaji ambaye ni mwanafunzi. Na tunachukua nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa kata ya Kwembe, kwa niaba ya wananchi wa King'azi A uwashukuru sana CRDB kwa kazi nzuri kubwa ambayo wameifanya kwa niaba ya, ya, wa hey. si ya halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Tunajua ni wajibu wetu kama halmashauri, lakini pamoja na yote hayo wameona kwamba kuna umuhimu wa kusapoti na sisi pesa ambazo tumetumia kwa kazi ya kununua hizo viti na meza basi tutavitumia kwa kazi nyingine kwa ajili ya maendeleo ya shule yetu. Natoa wito kwa wananchi wangu aa, kwamba tuendelee kuipa support CRDB, tuendelee kuitumia benki yetu kwa sababu wao kama wao kwenye faida wanayopata katika shughuli zao za kila siku wameona kuna umuhimu wa kutusupport sisi. Kwa hiyo sisi kubwa zaidi ninachohamasika na wananchi wetu ni kufungua akaunti na kuitumia benki yetu ya CRDB.